Akaweka utamu kwenye hilo tendo. Nisikilize, hatuendi kufanya tendo kwa ajili ya utamu, tunakwenda kufanya tendo kwa ajili ya kusudi la Mungu. Lipi? Kujaza dunia. Ila wakati tunashirikiana na Mungu, tujaze dunia, Mungu akaweka kwenye chumvi, akaweka chumvi kwenye yai la kuchemsha <laughs> we, yai la kuchemsha ulipasua hivi, ulikate pata, alafu uwe na kale kakukungutia chumvi, mnakajua kale <laughs> <laughs> uweke achana nalo <laughs> Kiswahili. Sasa hapo ndo changamoto hapo, Kiswahili. Mungu akaweka enjoyment, unaona kuna mtu ameshtuka, sema Mungu akaweka utamu. Uone Mungu akaweka utamu kwenye hilo tendo. Nikuulize swali, wewe unanisikiliza sasa hivi ivi, sasa hivi ukienda kulala na mwanaume asiyekuoa, unaenda kutafuta nini? Enjoyment? Siendi kulala na mwanamke kwa sababu nahitaji enjoyment. Hapana, siendeshwi na enjoyment, naendeshwa na, na kusudi la Mungu. Kusudi linasemaje? Tuijaze. Ili niingie kuijaza, napaswa nifanye nini? Na kanisa zima siku ile, tunajua tu kwamba leo leo, hivi <laughs> <laughs> <laughs> unajua, tukiwa tunafungisha ndoa utakuta mchungaji anasema haya, anayemtoa huyu binti aje. Wewe unafikiri mzazi wako anakuja kutoa hajui? anakuja pale anajua kabisa leo mm, leo <laughs> na baba anajua kabisa leo ni leo. Sasa hivi watu tunafanya sex kwa ajili ya enjoyment, sio purpose. Kijana wa kiume aliyejifungamanisha na Mungu haendeshwi na enjoyment, hana pressure na enjoyment anaendeshwa na kusudi. Lakini kijana yoyote wa kike au wa kiume unayelala na mwanaume mwingine au mwanamke yoyote yule kabla ya ndoa, trust me, una matatizo wewe. alafu, mnawashtaki wenzenu pastor, tusaidie, hawa wanaume wanatuchezea. <laughs> hivi, hivi wanawachezea au mnachezeana? <laughs> Alikuja na bunduki kwamba, kaka, utatoa utoi, kaka, utatoa? Alikuja na... <laughs> Anza kutengeneza heshima yako Wanawake ninyi ndio mnaathirika sana kwenye madhara ya tendo la ndoa kuliko wanaume. Wanaume maumbile yake ni external, ninyi maumbile yenu ni internal. Mwanaume ana mlango, ila wewe una mlango baadaye. Baada ya kuwa na mlango unakuwa na, na geti <laughs>